Umeona video hii wewe, sasa uume wako ndivyo unavyo struggle kutaka kupandisha mlima na unashindwa. <laughs> Sasa kama umekuwa ukijichua muda mrefu, unapofika raundi ya kwanza, baada tu ya kumaliza raundi ya kwanza kwa haraka, unajikuta una struggle sana sana sana kuipata raundi ya pili, au ghafla unashangaa kipindi ambapo mlima ulitaka uume ulitaka kupanda, ghafla unazima, unataka kupanda, ghafla unazima. Kwa hiyo mnakuwa na kazi ya kuupasha, upasha huo uume muda wote. Sasa usiendelee kuteseka, fanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, hakikisha unajenga utamaduni wa kufanya mazoezi ya kukimbia. Jambo la pili, tumia vyakula vifuatavyo nitavitaja haraka haraka: tikiti maji, ndizi, tangawizi, e, parachichi. Hakikisha unatumia kitunguu saumu, hakikisha unatumia pilipili kama hauna vidonda vya tumbo, hakikisha unatumia vitu vyote ambavyo unajua vina, tunaita ni seafoods. Hasa hasa chaza na kadhalika. Utajikuta mashine inakuwa iko ngangali muda wote, na unapoingia ukiweka, umeweka hamna kutoka. Kama unajua unahitaji kupata ushauri kwa kina zaidi pamoja na matibabu, namba ipo kwenye bayo, nipigie simu moja kwa moja, tutashauriana kitaalamu na tutaweza kita kukusaidia. Karibu sana.